shida tulizopitia lakini mke wangu ambaye akiuhalisia uh, tumepambana naye sana sana sana zaidi ya miaka kumi katika maisha yangu, amekuwa akipika na kupakua kwa kisha, na nakula vizuri niwe na afya njema kwa ajili ya kwenda kutafuta, lakini na furaha kwa sababu mzee wangu yupo hapa, baba mzazi ausoma lolukuga huyu <laughs> uh, Diamond Platinum yeye alichokifanya ni kutengeneza kunitengeneza kunibadilisha kutoka kuonekana chokoraa kwenda kuwa mtu ambaye na heshima zangu watu wanaheshimu na waniamini, na ndio maana leo hii nimeaminika mpaka naingia kwenye bunge. Ongea sana mzee wangu, Mungu atakujalia na tuko pamoja, niko na mzee wangu, lakini hapa ninaye dada yangu ambaye tumbo moja baba mmoja mama mmoja, yeye ndio wa kwanza, yeye anaitwa Leticia Chipando, yeye ni mtendaji wa mtaa kule, yaa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 I'm so happy. Naitwa Baba Pii, babake na Levo, Laiton Revocatus Chipando, mbunge wa jimbo la Kigoma Mjini.